Na ime, hii imebadilisha vipi maisha yako hapo nyuma na sasa hivi? Ah, okay, nyuma ilikuwa uh -huh. Na maisha niseme siwezi so kumkufuru Mungu, kwa hiyo yeah. Eh, kitu ambacho kimenifanya kujibadilika uh -huh. Nimetoka kwenye ego hii kwenda ego hii. Kwanza inakuwa respect kwa watu, ndio mtu alikuwa anajiona ni respect, mtu ambaye anafanya kitu ambacho anakifanya ni respect na mwekea na kitu chingine nimetoka kwenye engo ya kukaa maskani, unaona engo hizo kukaa tena, watu wanavuta mabangi huko na watu hivi nachiomana baadhi ya maskani, si ndio? Yes, kwa hiyo nimejifunza kukaa peke yangu sometimes kutafakari maisha. mm-hmm. kwa hiyo niseme nimepiga hatua hata ukisema kwenye maisha yangu alhamdulillah tukiachana na ndoto hii ya kuja kuwa pengine labda mtu mkubwa zaidi ya hapo ulipo, baada ya miaka ya mbele, unahisi kwamba hapo sasa hivi ulipo umeshafika au bado unahitaji kuendelea? Bado hapa naendelea. Kujafikia hata nusu ya ndoto zako? Nimeshafikia tayari nusu ya ndoto zangu tayariudotza kwa sababu mm -hmm. baadhi ya vitu ambavyo nilikuwa mm -hmm. na mahitaji ni nitamani siku moja nilipate kupitia kazi yangu mm -hmm. nilipata Hongera sana. Kwa hiyo tunaendelea oh, kupiga hatua na ndio madhumuni. Sawa sawa, na muda upi huwa unatumia kufanya mazoezi kwa ajili ya kuandaa kitu kipya? Siku ya Jumatatu na Jumanne, kwa sababu ndio siku za free. Jumatano, Alhamisi, Ijumaa na kazi sana, yeah, kwa hiyo ni hizo tu siku ambazo unaandaa, siku nyingine unaenda kwa ajili ya kazi? Naenda kwa ajili ya kazi, au nikute kama kazi ya mtu iko muda fulani, halafu kule muda mwingine niko tu nafanya tizi. Oh, sawa okay, sawa so, so, nadhani watazamaji baadhi yao huenda akawa hawafahamu hichi ambacho tunakiita tuna, tunavita violin tuna tuna yes. Unaweza labda ukawapa uka kionjo hapo kidogo, okay. mm -hmm. okay.

Tamari upige kwa nisari iko very interesting sana asante. <laughs> nadhani wameweza, sasa umewapa maana halisi ya, ya violin. Hongera sana wakati unaandaa una, una beat mpya inakupa ugumu kiasi gani mm-hmm? Kwa mm hiyo -hmm. nakuta siku moja afanya nne tano siku moja yeah. Na zote ukaziweza kuzi kuzifanya, yeah, yeah. yeah. Unajiona wapi kwa miaka mitano ijayo? yeah, mbele yeah. kwa ba, kugwa, ba, kwa mbele. Kwa nini unasema hivyo? Okay. Yes. Hongera sana yes. Nadhani yes. Nimepata nime, nime kitu kipya sikutarajia yes. Hongera kwa sababu umri wako naona ni mdogo, lakini unafanya vitu vikubwa sana hongera. Na ikitokezea mtu anahitaji ana umfanyie kazi yake kama kwenye shughuli mm -hmm. kwenye performance labda unapatikana vipi, wanakufikiaje? Kuna ambao anatafuta mtandaoni na kuna ambao kwa sababu sijaweka namba zangu kule kwenye unatumia ni labda social media inaitwaje? Yes, natumia. Natumia. Watu wanataka wakakufuatilia hivi, ulishawahi kufanya performance? <laughs> ama tukio kubwa ambalo likaeka historia Chukou kwenye maisha yako ambalo unajua matukio makubwa kwa hapa mm, kwa kwetu kwetu Zanzibar ni mimi la President ndio nilikuwa kubwa zaidi, na nadhani mm, ni kubwa paka si kisho, paka kesho kutwa. Hivyo ndani ya moyo wangu nilikuwa ndo mara ya kwanza kabisa wanakwenda kufanya we performance. Na sehemu nyingine, labda ulishawahi kufanya sehemu nyingine kubwa, labda mabada tu inventive kitu na watu niende